Mwalimu Justin, mimi na wewe tunakubaliana kwamba uh, maisha kamwe hayatabiriki. yeah, yeah, na okay. Hakuna jinsi tutaweza kuyatabiri. Yeah. Uh, sasa kwa kulizingatia hilo, mm, na hasa kwa mtazamo wako wa kiimani, mm, unawaasa vipi wazazi kumuweka Mungu mbele katika safari yao ya malezi, mm, ili yawape mwongozo na nguvu wakati wa mabadiliko ya ghafla ya mtoto anayelelewa na kuinuliwa? Yeah. Mimi nitakazia kwenye hilo swala la, la Mungu. Mimi ni muumini okay. Mii ni muumini um, na ninaamini kwa ukubwa sana kwamba watu wengi katika imani yetu, aidha ya Kiislamu au ya Kikristu, mm -hmm. wameshindwa kwa ukubwa kutoka kwenye hicho kilichokuwae kwenye Bible, tunaangamia okay. Kwa kukosa maarifa, nilikuwa kanisani last two weeks yes, last two weeks, actually last one week, hii ndio sikuenda, nilienda mm. Wiki iliyopita alizungumza alizungumza mchungaji wetu akasema kitu kimoja kwamba wao hawana uwezo mkubwa sana wa kukuletea mabadiliko ikiwa kichwani kwako hakuna kitu ambacho uko nacho unataka kukifanya. Sasa wazazi wengi, mimi nitachoweza kusema tuwaweke watoto kwa Mungu, tuwakabidhi watoto wetu kwa Mungu, lakini sisi ndio tunatoa mwelekeo, sisi ndio tunatoa mwongozo wa hawa watoto mm -hmm. ni muhimu wazazi wawe na maono juu ya watoto wao, wajue dunia ambayo watoto wao wanaishi, lakini kwa yote watakayoyafanya, wamweke wamuweke Mungu mbele.